Tunaelewana bro, life is change, yani maisha ni mzunguko ambao unapotoka kwenye pointi ya kwanza huwezi ukairudia hiyo pointi, hata kama ukizunguka kwa namna gani, kwa sababu watu ambao leo unakuta wanakutukana, wanakukejeli, wanakufanyaje, wanakufanyaje, yani hao yawezekana, ipo siku wewe usipowajibu leo, nawezekana ipo siku mkakutana katika position fulani huko ukabakia unasema ni bora hata hivyo. Siku ile unaweza ukamkuta juu kule, shehe zikana, labda yale matukuta kule hizi ile ambazo wewe ungewarudishia zikana, labda ingekuwa ni, ni kamba ya kukufungia na ingekuwa ni kisu kikali kwa cha kuchomea, na wewe usipate chochote katika nafasi hiyo hapo ambao unakuwa unahitajia. Lakini pia hata wenyewe yawezekana, Mungu Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unajua yawezekana mbeleni ikatokea siku unakuta wanahitajia mambo kutoka kwako, wako kwa position fulani, unakuta wanahitajia labda ajira au nini, wanahitajia kutoka kwako, kutokana na position wewe uliopo, unajikuta wewe unaamua tu kuwasaidia na wenyewe wanasema kwamba ni bora nisingemtukana kana ko ikatokea siku unakuta wanahitajia mambo kutoka kwako, uko position fulani, unakuta wanahitajia labda ajira au nini, wanahitajia kutoka kwako kutokana na position ho uliopo, unajikuta we unaamua tu kuwasaidia, na wenyewe wanasema kwamba ni bora nisingemtukana.